Mtume anawaambia, ya mashara nisa, enyi wanawake, nyinyi enyi wanawake. Tasaddaqna, toeni sana sadaqa. Fa inni raitukunna akthara min ahli an-nar, nimeona nyinyi wengi katika moto wa Jahannam. Kwa nini ya Rasulallah? Kwa nini? Anasema tukthira lana, ndimi zenu, kila wakati zina laani. Watakuna la ashira, mnakufuru neema ya ume zenu, nyinyi hamtosheki na hicho sababu ya wanapoingia katika poto watu urafu zauja. Ukitaka kujua mwanamke aliyekuwa mwema ana asili gani katika moyo wake, ana akhlaki na tabia gani mwanamke katika moyo wake, inda fakri zauji ni pale ambapo mumewe kaanza kupata mitihani ya maisha. Utaona mwanamke anakuwa mjeuri, mwanamke hamsikilizi mume wake, mwanamke anaweza akatoka nyumbani bila ruksa ya mume wake. Ana haja gani tena?

Ndio umma ulivyo umeoza huu. Kina mama wengine hawajui masaib na tabu wanazokutana nazo ume zao. Mume anatoka nyumbani, kama hana uchamungu, atakwenda kuiba, atadhalilika, ataomba, atahangaika ili mkewe aweze kula na watoto. Lakini mwanamke ambaye hatosheki, anataka tu kila anachohangaika mwanamme, yeye anaona hakimtoshi anaangalia neema za wengine anazipima na za kwake. Nyumba hii itapata vipi baraka? Allah atafungua vipi hali ya wanawake wakiwa sampuli hii? Wanawake wa salafiyati waliopita, mwanamme anavyoondoka ndani ya nyumba, mwanamke anamshika shati na kanzu yake, anaambia ya fulani, itakillaha fina, ewe mume wangu, mche Allah, mwogope sana Allah. Tunaweza tukalala njaa Matumbo yetu yanaweza yakahimili njaa, lakini wallahi hayawezi akasubiri shida na adhabu ya moto wa jahannam. Hawa ndio wanawake ambao Allah ananing'iniza baraka katika majumba. Tuwafunze dada zetu, tuwafunze wake zetu, watosheke. Haya maisha si lolote, si chochote.